Kama kawaida mtazamaji wa channel Feaboy, karibu tena katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira pamoja na mambo mbalimbali nga ya kuweza <tipa> katika video ya leo, tutakwenda kuangalia nafasi za kazi zilizoweza kutangazwa halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Lakini kabla ya kwenda kuangalia nafasi hizo, zingatia kwanza vitu vya muhimu unavyotakiwa kuwa navyo. Hakikisha umefungua akaunti yako ya Jirapoto na imekamilika kwa asilimia mia moja na hakikisha una cheti chako cha kuzaliwa ambacho kimekuwa certified au kina muhuri wa mwanasheria, na kama una cheti cha zamani, hakikisha umekibadilisha. Kuweza kupata cheti chako kipya, ni cheki WhatsApp namba zangu, nimekuwekea katika description ya video hii au kwenye bio ya channel hii. Ni cheki ili uweze kupata cheti chako leo kwa muda mfupi kabisa, usije ukakosa nafasi hizi kisa hauna cheti cha kuzaliwa hakikisha unapata cheti chako cha kuzaliwa leo, ili usipitwe na ajira kama hizi. Na nafasi hizi, ni nafasi nne, nafasi nane ambazo zimeweza kutangazwa katika halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Nafasi hizi ni nafasi za dereva daraja la pili, na sifa ni kidato cha nne na leseni ya daraja E au C ya uendeshaji wa magari ambao umefanyia kazi kwa mwaka moja bila kusababisha ajali na hakikisha pia unakuwa na cheti chako cha driving kutoka VETA. Hakikisha una miaka 18 na usizidi miaka 45 kabla ya kuweza kuomba nafasi hizi, na hakikisha una vyeti vyako halisi original certificate kuanzia kidato cha nne na kuendelea. Na kama umesoma nje nchi ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE, result slips zitakubalika. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe mbili mwezi wa 12, 2025. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira recruitment portal au ajira portal. Na barua Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, na anwani ya barua hiyo elekezwe kwa mkurugenzi mtendaji almashauri ya wilaya Ikungi, SLP 42 Singida, Ikungi Singida. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii. Sante na karibu.